Umekaa humo ndani kwa chia TV uangalie. Hey, eti unakula nini? mm-hmm. maana hebu uliza kama sio michepuko huko. sisi tuko, tupo, eh, na kuna wadada wa kali wameingia sasa hivi, amekuja dada wana matako

kwa machupa ana maana kawa mzuri, ana kitani, mtu ana glow, umekana yeye anamfungia ndani tu. Hey, yes. Dada wewe, unafungiwa ndani sasa hivi, wewe mzuri, una kipaji cha kuimba, wewe MC una uwezo, kitu gani unachomwangania, ng'ang'ania huko ndani ya bali, request shule yangu, simu iko wapi? Ndipo ehe, ah, ka anafukuza ha <tumalimu> Chanu, <tumalimu> tunafukuzwa. <tumalimu> Mimi siendi kokote mpaka tuondoke. La sivyo utuambie akija hapa tumkalishe kitako tumwambie kabisa mambo anawafanya sio atuambie alikuwa na kishutini wakati sisi tuko huko. Akisema ukisema hivyo saa wewe sudaki mama kwa turuhusu leo, yani hapo anatamani hata simu zetu ziite tuondoke. Ai, simu yangu mimi hata kwanza leo sina hata mishi, sitaki kunywa wala boyfriend wangu ayo, nenda kaongea na Steve basi. Steve, uge sitaki kuongea na yeyote eh, Steve mgonjwa la mineno hiyo. Nusi niangalie wala kuongea chochote. Ndio na kukaba

Sasa mada imekuja kutaja au mada sisi tumbebe au tuondoke na nyumbani. Wewe mbona unataka kwa kutajwe? Kwa nini unashtaki? Wako wengi anatajwa nani anaachwa nani? Ah, wewe. Kwani hawajuani? Hawajuani. Wanajuana? Wanajijua kama wako wengi. Unaupigia mwingi. Unaona nene patana. Ni marafiki bwana. Una stress. Ukipiga huko unapewa nguo, ukipewa huko unapiga. Basi mkipiga huko tena. Losheni mambo hivi kulibuni. Changanyiko kwa tunaondoka.